Milele yupo Mungu ambaye ni kiongozi na kimbilio cha watakatifu wake. Kwa vipindi bora matangazo yenye tija uko na burudani. E, sikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako cha Kiswahili kinachokua kwa kasi sana duniani. Ya tumeona mkono wa Mungu wema wake na fadhili zake zikitulinda zikituza maisha yetu na tumeona Bwana akituhifadhi katika ukuu wa neno lake. Basi hatutachoka kusema Mungu atukuzwe, ainuliwe na abudiwe milele. Ndani ya neema yake tumeona mkono wake ukitubariki siku zote. Basi nasema hivi, karibu popote ulipo ndani ya nukuu ya matumaini nami hapa Mathew Ndeva. ametulinda baba ametusaidia. Ni kipindi kizuri kabisa kishima cha matumaini ndani ya Radio Fortune Africa. Na pia asanteni kwa wote ambao mnasimama na kitu hiki. Bwana walinda wabariki, besha na watende mema. Utukufu wake na wema wake na fadhili zake zizidi kubariki maisha yenu. Tunashukuru tena kwa mkono wake Mungu, maana siku zote tumeona mkono wake akitufungulia siri zake na kibali chake, na ndio tunasema hata bingu imesikia maombi yako, na utabarikiwa uingiapo tena utabarikiwa utokapo. Jambo la kwanza katika nukuu ya matumaini leo tutasema hivi, ushujaa ama kuwa shujaa ni jambo la kupendeza sana, kulingana na maandiko. Ushujaa ama kuwa shujaa ni jambo la kupendeza sana, tena la mpendeza Mungu katika maandiko, wasomi wa neno wanasema wazi neno hili la ushujaa ama kuwa shujaa limetajwa mara mia moja sabini na moja. Waandishi walioandika maandiko walipoliangalia, waliona ushujaa kuwa kitu cha maana sana. Na katika ushujaa ama kuwa shujaa, kunahitaji mtu ambaye moja ni hodari, maana utakuwa shujaa usiyekuwa hodari? Lazima uhodari wako Mungu uwe ndani yako tena uwe hodari katika kila unalolifanya, hilo litadhihirisha ya kwamba wewe ni shujaa. Na safari hii katika maandiko tunahitaji watu walio na ushujaa tena uhodari zaidi. Ya yote katika ushujaa na uhodari, lazima uwe mtu wenye moyo mkuu. Mtu mwenye moyo mkuu, ya kwamba anajua ya kwamba Mungu ameniletelewa na makusudio haya, na katika safari zangu za kesho, jungali mwaminifu tena atatenda makubwa kwa ajili ya kesho yangu. Basi ni mtu aliye shujaa, ni mtu aliye na moyo mkuu, mtu aliye na ushujaa ndani ya moyo wake. Zaidi ya yote ana moyo mkuu na uodari. Yeye ni mtu ambaye haogopi, siku zote anajitia moyo na kusema, hata kama moto utawasho kwa ajili ya kutuangamiza, kama Mungu hata tuokoa leo, basi wacha tuungue tu. Lakini cha maana hatutawacha kumtumikia Mungu, kumwabudu Mungu, kumwomba Mungu na kufanya ibada zetu kwa huyo Mungu. Maana tunamjua bila ameokoa wengi, na sisi pia atatuokoa. So mtu aliye shujaa aogopi, na naomba Bwana akusaidie pia nawe katika safari zako zote kuwa shujaa na mtu kuwa na mtu asiyokuwa na uoga. Siku zote anajua kila anachokifanya kimefanikiwa. Na Bwana amekitenda kitu kile kuinuliwa zaidi. Neno kuogopa usiogope imetajwa katika maandiko mara 365, maanisha siku zote wa mkapa asubuhi, unakuwa shujaa na tena mtu asiyeogopa lolote. Jambo lingine, mtu aliyo shujaa ni mtu ambaye hana hofu katika maisha ya kila siku, yeye hana hofu. Nukuu ya matumaini twakutia moyo na kukwambia usiwe mtu aliye na hofu katika maisha. Amini Mungu yupo, aliyekupa uwezo, nguvu na uzima wa leo angali yu pamoja na wewe. Jambo lingine, si mtu wa kufadhaika. Watu walio shujaa na ushujaa umo ndani yao, wako shujaa katika neno la Mungu, watu shujaa katika huduma, watu shujaa katika neno lake Baba. Basi pia katika sehemu za ushujaa na kuwa shujaa, basi watu wale hawafadhaiki. Pia nasema hivi, zaidi ya yote ni watu wanaojitia moyo safarini, awamo miongoni wanaorudi nyuma wanatazama jinsi nyuma walikoshinda uovu, shida, magonjwa, jinsi walivyoshida na kushinda e, vitu vilivyokuja kinyume chao wakashinda, jinsi walivyoshinda vita vilivyoinuka. Basi wanaposonga mbele wanasema kwa sababu Bwana ametupa moyo mkuu, Bwana ametupa uodari, Bwana ametuambia tusiogope, Jehova ametupigania, ametupa neema ya kwamba tusifadhaike wala tusife moyo na tusirudi nyuma, tujikaze kusonga mbele, tujitie nguvu. Basi kila tendo atakalotenda mtu huyu anaamini, Mungu yupo nami. Nakupa moyo katika habari za neno lake Jehova, hasa katika nguvu za ushujaa, ya kwamba jipe moyo kuwa shujaa, usikate tamaa, usirudi nyuma, usivunjike moyo, licha ya kila changamoto utakayepita na kuipitia. Katika nukuu ya matumaini tunakuambia mbele ni kwema tena ni kwa baraka, mbele ni kwema na tena kumeinuliwa. Na kama kweli kwe Bwana juu pamoja nasi, basi sisi ni washindi, na si washindi tu, sisi ni washindi tena zaidi ya washindi. Asante, mekuwa ni nukuu ya matumaini. Mathew Ndeva ndani ya Radio Fortune Africa na ndani mwa kipindi kizuri kabisa kisima cha matumaini. Baba akulinda kutunzwa na kubariki, na siku zote kuwa shujaa katika maisha asasana ya kiroho na kumtumikia.